Lakini kumekuwa na shida kubwa pia ya magari kutokuzingatia kuzingatia ratiba, malalamiko amekuwa ni mengi. Sasa sisi kama sehemu ya wadau wa usafirishaji, ni vizuri sasa wote tutambue, tuko kwenye kipindi ambacho abiria ni wachache, kwao tuchukue kwa uchache huo huo kila moja, ili at least kila moja aweze kupata riziki yake, kiingiza migogoro ya kuvutana, ndio hapo sasa mkono wa sheria unapokuja kujitokeza. Tunaelewana ndugu zangu, kwao kila moja akicheza kwenye kipande chake, maana yake ni kwamba tunahakikisha kwamba hatukwazani hatupati adhabu ambazo sio za lazima, lakini pia hatuwakwazi abiria. Abiria ni wakwetu hawa abiria, ukimdhulumu au kumdhalilisha leo, maana yake ni kwamba huyo ndio no, anaokuweka wewe mjini. Asipokuwepo abiria, tutafanya kazi gani mimi na wewe? Sababu huyu ndio mda wewe. Kwa hiyo tunatoa wito tuhakikishe kwamba e, tufanye kazi kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Abiria tuwahudumie kwa utaratibu, kama ni swala la tiketi, wapewe tiketi kule ku kunyakua mizigo haina afya, kuwashusha njiani haina afya, au kuwapandisha magari ambayo pengine sio ridhaa yao. Maka wengine wanatoka vijijini, tuambie panda hii itaondoka saa hizi, ikumbe inakaa masaa matatu. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba kila mdau wa usafiri ajitahidi kufuata utaratibu, ili mwisho wa siku sasa huyu abiria ambao ndo mdau wetu mkubwa tumehudumie kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo kila aliye anayetumia maswala mazima ya usafiri, kwa sababu tunashirikiana na jeshi la polisi, kitendo cha sana barabarani, shirikia na shirikiana na LATRA kwa maana hao ndio wasimamizi wa sheria zote za mazoezi ya barabarani, lakini pia tunashirikiana na masuala watu wa Sumatra, tunazungumza nao wote kuhusiana kuhakikisha abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine afike bila usumbufu wote. Atafikaje bila usumbufu? Dereva utakuwa unaendesha gari yako bila shida, umejiosha kabisa, umenyoa, weka goti vizuri lakini ikitokea kutokea huwa mnajua, um, okay, mtu anaanza kuhojiwa na kipaza sauti hapa, tuambie chances asema ilikuwa nini, atuseme si kweli, kwa nini hapo ni kusema, na kila point kuna askari, kwa hiyo tunatoa wito kwamba hawa ambao sio askari, hawa ambao si raia wa kawaida ambao wakati mwingine, tunafanya kazi kama ninyi hapa kawaida, mimi sio askari, kazi yangu ni ndio kutia kawaida, tunao tengeneza askari ni kazi ndogo tunafanya za kawaida tu, za kawaida tu. Kwa hiyo tumejitolea katika namna ya kuhakikisha kila abiria anayepanda basi anaweza kukemea kumwambia na kutoa elimu inayohusiana na masuala barabarani. Tunakumbusha na tukatia kwa kawaida, katika tunapotembea barabarani, unakuta leo leo umepigiwa simu, simu nzuri kabisa, tanga darling, hello darling, unaanza kuendesha hapo, my love, my dear, mbele kuna bang kubwa, unafanyaje? Wanauzakaigongo nasababisha ajali. Lakini vile vile katika u, kuna utaratibu wa uendeshaji mzima wa masuala haya barabarani tuna, utu, utu, tunasafiri wote hapa. Ni wangapi wetu huwa wanakumbushwa au wanakumbuka wenyewe peke yao wanapoutakiwa kufunga mkanda? Ndugu zetu, wangapi unampigia una simu, unamuuliza umefika wapi ume ni, ipi, baada ya kumuuliza umefunga mkanda, ni ipi ina afya zaidi, umefika wapi au umekumbuka kufunga mkanda? <laughs> tuambie kweli hizo ni elimu ndogo ndogo ngazi tunapaswa, lakini sheria yetu inahusiana na masuala ya usalama barabarani ni ya zamani, kwa sababu hapakuwa na magari mengi kama hivi eh? 73. 73. Sheria yetu imefunga macho kabisa, haizungumzi kwenye gari ya watu watano abiria wa nyuma afunge mzigo Yaani kwa fasi kaka kinisomesha sisi waambie, tumefunga mkanda lakini wanyuma wajafunga mkanda, sheria imekaa kimya, hajazungumza wote. Kwa na pia jukumu la RSA ni kutoa uchachawizi sasa wa mabadiliko ya sheria ndogo ndogo zinazohusiana na watumiaji wa barabara na wale wasimamizi wa sheria za barabarani. Au hii oh. Usawa barabarani ndugu zetu sote. Ndugu zangu, sisi kama abiria wa sisi kama baraza barabarani, tuna jukumu la kuwalikeni mioto sasa. Kwa kuwa tumesema hi, haya kama una WhatsApp hapo unaweza kuingia, kama una Facebook hapa, au kama una Instagram wewe ingia tu, andika tu RSA, unakutana na taasisi kubwa iliyosajiliwa ya serikali ya, ya sio kwa serikali na inazunguka serikali kuhusiana na masuala haya, lakini tunatoa to, to, kitu gani? Ninyi wote hapa mnaweza kuwa mabalozi wa usalama barabarani kwa kuendelea kuelimisha yanayotokea barabarani. Sasa kuna haki za watu wanaosimamia wanaoishi kwenye masuala ya usafirishaji kama hivi, ambao tunajua tunapata riziki zetu mundani kuna utaratibu lazima tuufuate tusifanye vitu tunavyojiamlia sisi tusiwadhurumu hawa watu wanaokuja hapa kukata tiketi unamkatia tiketi nyingine unakumbuka yule mama si ajabu hata huko mama yako naye anafanyiwa hivyo mara nyingi ukifika hapa stendi unadakwa una na mtu anakwambia labda nauli elfu ishirini sawa au mwingine anakwambia elfu thelathini wakati nauli shilingi elfu kumi unachofanya vile kumbuka na wewe kuna mzazi wako yuko kule kijijini yuko mjini huko anatendewa kama unavyofanya wewe tunaomba, watu wanaokuja hapa mwapokee vizuri na mwatendee mema. Nitaelekeza mambo makuu matatu ambayo ukiwa kama dereva unapaswa kuyazingatia, na kabla haujaanza safari yako ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvifanya ili safari yako iweze kuwa salama. Kitu cha kwanza, dereva, unapaswa kufahamu majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji ni kuokoa maisha na mali tunapozungumzia maisha ni kama vile watu wampata ajali wamebanwa, basi jeshi la zimamoto na uokoaji wanakwenda kuokoa wale watu ili wawe salama, na tunapozungumzia mali ni kama vile chombo chako cha moto kimeungua au kimeanguka, jeshi la zimamoto na uokoaji tunakuja kufanya maokozi. Tunaelewana jamani? Wengi wanaamini zimamoto kazi yao kubwa ni kuzima moto kama, jie, kama jina lake linavyojielekeza, lakini jeshi la zimamoto na uokoaji tunafanya pia uokoaji sambamba na uzimaji wa moto. Sambamba na hilo pia, madereva mnapaswa kuifahamu namba ya dharura ya zimamoto. Wangapi mnaijua namba ya dharura ya zimamoto? Brother pale, namba ya dharura ya zimamoto ni ngapi? moja moja nne moja moja nne. Safi, kumbe mpo makini. Hii hapa jamani, tumeiona mia moja kumi na nne. Hii ni namba ya dharura ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Namba hii hupigwa bure na ni masaa ishirini na nne. Sasa jamani, ukipiga namba hii unatoa taarifa za majanga yote, iwe ajali barabarani, iwe mafuriko yamezingira kaya za watu iwe kifusi kimefukia watu, mtoto katumbukia chooni, nyumba inaungua, gari inaungua, toa taarifa kupitia namba hii hapa, ambayo ni 114. Namba hii ni bure kama nilivyoongea awali. Sasa jamani, lakini pia dereva, kabla hujaanza safari yako, hakikisha kifaa cha kuzimia moto kipo sehemu ya wazi, ambayo abiria au mtu yoyote ni rahisi kukiona, na hicho kifaa hakikisha kipo serviced, kwa maana kwamba kipo tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Usiwe na kifaa cha kuzimia moto kwa ajili ya kumridhisha askari wa usalama barabarani ili uweze kukwepa faini ya shilingi elfu thelathini na hali haujui jinsi ya kukitumia. Tumeelewana madereva? Kwanza ukiwa na kile kifaa, hakikisha unajua kukitumia, hakikisha unajua kukihifadhi, hakikisha unajua kama kime expire kinakuwaje na kama kime expire nini ukifanye? Tunaelana madereva, kile ni kifaa kidogo, lakini kinasaidia kuokoa mali zetu. Kile ni kifaa ambacho kinazima moto wa awali. Tunaamini kwamba moto unapotokea haulipuki kama volkano, moto unaanza kidogo, baadaye unakuwa na unakuwa mkubwa, lakini kama una kile kifaa, ni rahisi kudhibiti ule moto usiendelee kukua na kuleta madhara mengine katika chombo chako cha usafiri. Tunaelana madereva, mpaka hapo.